Kwa majina anaitwa Mwalimu Emmanuel Filipo, ni mwenyekiti kamati ya matangazo katika shule ya Bukoba Hope Lutheran Secondary School. Aa, ni shule yetu ya diocese ya ELCT ya Kaskazini Magharibi. Karibu sana katika shule yetu. Tunapenda kuita familia ya wa washindi ni kwa sababu tunaishi dhana ya kifamilia. Nataka nikupe machache kuhusiana na shule yetu, nafikiri utaipenda na kwa sasa zipo shule nyingi, lakini nafikiri hii ni shule sahihi kwa mwanao katika karne hii ya ishirini na moja. Kwa nini? Kwanza, ni shule ambayo imejikita katika kufundisha masomo ya sayansi kwa wanafunzi wote. Kwetu hakuna kuchagua, ni yote. Hicho nafikiri ni kitu cha tofauti kidogo, lakini nikiachana na hilo, yapo mengi ya kumjenga mwanao. Kwa mfano, tunawajenga kiloo, kinidhamu na katika mambo mengine na nikikurudisha katika uh, dhana ya masomo au nikisema taaluma, watoto wetu weza kujifunza kwa njia mbalimbali mbali. Kwa kweli tunawawezesha tuna kusoma kwa kutumia tablet, projector, lakini kuna na study tour, ni mambo mazuri ambayo yanapatikana hapa, lakini katika shule yangu hii watoto hupata wasawa kujifunza vitu mbalimbali mbali. Hasa uh, katika masuala ya ujuzi unafundisha mambo kama muziki, mapishi, upambaji, lakini vilevile vile na vipaji kama uchezaji wa mpira na netball. Hayo yote yanafanyika hapa. Nafikiri ni shule ambayo inamfaa zaidi mwanao. Tukiachana na hayo yote, najua unaweza kuwa unajiuliza mazingira ya shule yako vipi kumsupport mwanao kusoma ipasavyo. Ni kawaida na ni jambo zuri kwetu kutaka kukufahamisha wewe kwamba hii ni sehemu sahihi, jamani, um, madarasa yetu ni ya kutosha, mabweni yetu ni mazuri, na ni shule inayowachukua wanafunzi wa kike na wa kiume. Kwa hiyo kwa hapa tunachukua jinsia zote, karibu sana. Ah, lakini, Laki... pia unaweza kuwa unajiuliza mlo wetu wa chakula unakuwaje kuhakikisha afya ya mwanao inakuwa sawa. Ah, sisi tuna mchanganyiko wa milo tofauti katika wiki. Kwa mfano, Jumatatu tuna kula kawaida ugali pamoja maharage yaliyochanganywa na dagaa ni chakula kizuri kinachompa afya njema. Jumanne anakula makande. Jumatano ni wali. Alhamisi tunarudi tena kwenye ugali maharage yaliyochanganywa na dagaa. Ijumaa ni wali, Jumamosi ni ugali na Jumapili ni wali. Lakini katikati ya mwezi kila tarehe kumi na tano tunapata pilau pamoja na mwisho wa mwezi. Nafikiri ni chakula cha aina yake. Lakini kwa asubuhi atapata kifungua kinywa ambacho inakuwa ni uji, lakini pia saa nne anapata chai. Nafikiri ni milo ambayo inamtosha kabisa mwanafunzi kutengeneza afya ya akili na kuwa tayari kwa masomo yake. A, pia shule ina muuguzi au tunaweza tukasema daktari ambaye yupo kwa ajili ya kuangalia wanafunzi. Kwa hiyo mzazi upashe kuwa na wasiwasi juu ya afya ya mwanao ama uangalizi wa mwanao kwa sababu nafikiri kila sehemu tuna, tuna, tuna, tuna jimudu ipasavyo kuhakikisha mwanao anakaa sawa. Katika swala la kumjenga mwanafunzi a, afya yake tuna michezo ya aina mbalimbali, tuna volleyball, tuna netball pamoja na football. Ni michezo ambayo inaendeshwa hapa kwa ustadi mkubwa. Uh, tuna ligi, kwa hiyo kuna uh, interclass competition ambayo ina, inawajenga. Ni jambo zuri na linawafanya waone mazingira hapa yanavutia. Lakini pia uh, kwa kumaliza, ni niseme tu tunawakaribisha sana katika shule yetu, ni shule ambayo inamfaa mwanao kwa karne hii ya ishirini na moja kwa ujuzi ambao ataupata hapa kwetu lakini pia niseme karibuni sana, karibuni sana na tunatumai kwamba ni shule itakayokufurahisha. Unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, uh, Facebook, uh, pamoja na TikTok. Karibuni sana katika familia ya washindi. Hii ni BUHOLUSE. You're welcome.